Masele, zimekuwa nyingi sana na Masele alikuwa anajaribu kutuambia kutu, kutu kuhusiana na tukio lake lile la kupigwa eh, na kujeruhiwa baada ya ajali na akawa anapigwa na nini. Kwa hiyo Masele alikuwa anatuambia namna ambavyo aliumizwa akawa anasema kwamba jamaa walikuwa wamekusudia kumuua yani, tuseme kwa hiyo, ulisema zilipigwa simu uh, maskari nasi sio wachache, kwa sababu nilipotolewa ndani nilipigwa escort huko, askari sita huko, sita walikuwa bado kutawanyishwa hapo, walikuwa washakujua uko ndani wewe. Kwa kwa kwa sababu sababu sababu, simu ilipigwa, kama tayari wana ah, wakati wanakupiga walikuwa wajijua wanampiga nani A, wanajua ile gari vya pembeni mimi tinted, tinted ndio vina tinted. Kwa hiyo paka nimesimama, wananiona kamia shuka, mimi kwakaemi nimeua au mimi nimegonga? Mimi ndo nimegonga, mimi nimesimama kwa usalama wangu sheria ifuate. Kwa hiyo ndio, kama vile lakini napata shaka kama kama pengine kulikuwa kuna no watu tu wana uadui fulani eh, ndio mimi naishi hivyo. Kwa sababu kwanza leo iliniuma sana, Tanga, mimi naishi vizuri tu, nafanya kazi hapa, mnanifanyia kitu kama hiki fulanihisa sf mtu mwingine asiyejulikana hapa tu, mimi mnanijua, mnafanya hivi eh bwana. Kwa hiyo issue ambayo anazungumzia bwana bwana Jabiri, baada ya hilo tukio na nini

kumtibu basi. Yani tatizo lako bwana mzee, bwana si unakunywa nini? Unakunywa kahawa ni kidogo, au sio? Mambo nifanye mimi, nilokesha jana, wewe hata hujakesha rafiki yangu. Sawa, kulikuwa kuna uh, muda uka, ukaamua kupotea kidogo, alafu baadaye ulivorudi ukataka kufanya kitu kama kuwa Something kama pasta hivi mchungaji hivi na nini, na, kufanya comedy hivi, ilikuwa ni movement fulani, ilikuwa unataka kama kubadilisha hivi watu, kutoka kwenye character ya, ya walio kuzoea ulevi na nini, na walikuwa na nia hiyo ya kuonyesha kwamba wanaweza kufanya kitu kingine positive, ilikuaje na iliishia wapi hiyo pia? Mgangangu ni Mungu, kwamba kuna wakati mimi pia naweza nikamtumika kwa kuwaweka watu sawa sawa sawa kabisa. Kwa kuna project ilikuwa tumetengeneza kwamba kwa style yangu hii ya ulevi, lakini tunaanza tukawaelimisha watu pia, wakati ambao kwamba Mungu yuko kivipi sasa. Mm, kuna pastor wangu mmoja tulikuwa tumetengeneza jambo moja linaitwa madhabahu inayotembea kwamba kwa kupitia mchekeshaji mimi naweza nikawavuta wenzangu ambao wamemsahau Mungu. So, tumeangalia vitu vingi. Kuna watu wengine mwingine, so, anafanya mziki basi, kasuka au ana dread ana tatua anakopa kwenda kusali, tunaonyesha yeah, kwa kwamba Mungu angalia hizo tatua zako, Mungu zako anaangalia nafsi yako anaanatatu awena anyesa na shuti kuna clip nilikuwa nacheza, inabidi nisuke na siwezi kufungua kingine, inaanza hivyo. Lakini tayari waumio ameshaelewa kama nini tunachokifanya. Na pia aa, tunamfuata msanii mmoja baada ya mwingine, na kufuata watu ambao wana matatizo, ambao paka wenyewe wameona kama kwa Mungu, wana dhambi imepitiliza. Kwa sababu Mungu anasamehe, lakini je ni jinsi gani wewe ya kuenda kusamehewa? kwa sababu kuna watu wengi hawajui kuongea na Mungu. Unajua kuna maisha na wewe yanayofanikiwa binadamu yote bila kumtambua Mungu. Sahihi. Kwa sababu ni kila kitu. Lakini kuna watu hawajui kusali. Yaani ana sali kiartificial, yana yuko juu kwa juu. Mungu hataki hivyo. Kwa sababu kimwangalia Mungu naye ni mtemi unajua. Sahihi. Hata kauli zake ni ngumu. Hataki mtu lege, Mungu hataki mtu ambaye muoga bwana. Mm. Kwa sababu na kuna kuna kuna kuna hadithi moja kuna mtu

Kwa lakini jinsi gani ya kuomba kuna watu waelewe. Ni muda mzuri sana kuongea na Mungu usiku pia. Muda ambao usingizi unakukamata pale Mungu anakupa pale eh, kwenye mtihani kwa sababu hata shetani naye anataka ulale. Sahihi. Eh, unaweza kusema kwamba umeanza kusali ukajikuta umelala unaanza tena upya. Yaani, mm, kuna vipingamizi sana, zile zile nyakati ndio nyakati nzuri za kuongea na yeye. Mfumo wako wa kusali ni upi? Koso, kuongea, kwa sababu katika kuongea na Mungu kwanza lazima ushukuru. Shukrani kwake kwa siku nzima pia lazima utubu. Kwa sababu hawezi kujua wewe siku yako kuondoka ni lini kwa sababu muda wote kuna mtu ameshaondoka hapa hadi atubu. Mtu akiamka anakuta kule majira yanaitwa basi, anakuwa amefikaje? Kwa sababu ile kafariki bila hata yeye kuwa na, kuwa, kuwa, na, na tuseme na toba yoyote. La mwisho, Mungu pia anahitaji hitaji lako. Mungu hawezi kumuomba vitu kumi. Mungu hawezi kupa gari wakati anajua kusaidia mafuta tutakosa kwa sababu Mungu anaona wewe ni kukupa gari wakati maisha yako. Omba kitu ambacho unaweza kwenda nacho ukishakipata kile omba kingine. Kwa hiyo hizo ni utaratibu tu ambao tunakuwa tunakumbushana katika sanaa hii kitu tunaanza pia tukatumia kuwagusa watu kumjua Mungu vizuri sa, sa, kwa Mungu anapenda nini. Kwa kwa kwa hiyo hiyo hiyo ule utaratibu upo na utaufanya sema, ulikuwa unawekwa vizuri okay, yeah, iaul okay, sawa. Um, viusa nafikiri, eh, kulikuwa kuna kitu kingine ambacho kilizungumzwa hapo back in the days ni swala la namna ambavyo swala la kimaslahi lilivyo ku disappoint nyuma, ko masuala ya haki za, za, za, za mirabaha mi kuna haki za mauzo zilikuwa na nini, kwa sababu kipindi kile mlikuwa mnauza physical copies movies eh, mkanda, tunasema mkanda, ikaja VCD DVD na vitu kama hivyo. Kwa sasa hivi nafasi unaionaje, na unaweza unarudi vipi hapo? Kwa sasa hivi kidogo hali imebadilika mm. Ndio maana unakuta hata nyuma hapo kidogo mimi nilitulia, kwa sababu nilikuwa naona kama tunafanya kazi ya bure kuna bure. Yeah. nilitulia nisikie, yani sije nikaumiza ya ya ya kichwa changu kwa kazi kubwa, fundisha siku mafanikio yaonekane. Yeah, yeah. Ukiangalia okay, hapo nyuma kweli mambo hayo yalikuwepo, lakini dunia inabadilika sasa so, kwa sababu nasema nayo pia imechangia kwamba wakati utume uingia pia kwamba sasa hivi unakuta kuna YouTube, si ndio? YouTube pia inaweza kumfanya mtu akafaidika kutumia youtube hiyo hiyo. yeah. na unaweza kutengeneza kazi yako sasa hivi YouTube watu wake download, kwa sababu tayari ni hela ile, so unachukua kwako, unaona unachukua kwenye, hakuna sehemu nyingine ya kuivuta kwa hiyo kuna hela pale zinapatikana. Tukiachana na hapo, tunakuja kwenye tamthilia. Tamthilia sasa hivi mtu anataka kuchukua yeye, anakulipa unalipa hela yako kesho, so, kwa mna longo longo hapo so, kuna budget inatoka kabisa pale ili sasa hivi pia hata mtu msanii yote apate kama. Hapo kuna swali unaweza kwa nini sionekani kwenye tamthilia hizo? Mm. Kwenye tamthilia naamini kwamba ambaye anahitaji mimi nikafanya kazi ni director, kutokana na kazi tunayofanya kwenye mitandao, kwa sababu watu wenye pia wanapenda mtu ambaye kwenye mitandao anafanya vizuri na akifanya pale anatengeneza ukubwa wa biashara. Sure. Inakuja vipi sasa? Mimi siwezi nikamtafuta yeye, mwisho wa siku naweza nikaomba mimi ni sehemu nicheze, wakati msanii mimi nataka ile mistaki kuonekana kwa hiyo ni msiku naanza kujipeleka mimi pale nikajikuta nafanya kazi kubwa, yeah. Eh, ndio maana mi, mi, hata mimi mwenzangu mapema niliwaambia kwamba tujitahidi sana kila msanii awe na kwake wachekesha tu na kwetu

mimi naweza kuwa kuna mwingine kanizidi, kwa kutana na yeye karakta yake, na licha hivyo, tunaongea pia. Kuna familia, kuna mwingine ametafuta kwa jasho, kuna mwingine pia, kuna familia yake na yeye. Kuna wengine wana mali sio za, za jasho, kwa sana. Sahihi, wapo wao, yaani usije kujichanganya hapo. Kwa mwingi wanatembelea, sio vyeite unakuta ukichukuzwa kwa baba yake amewacha mashamba, sio wameuza huko nini na kachanganya na pale mm. kuna wapo ambao wame, wame, maintain zile ile walizokuwa nazo na kutafuta kicha kwao ambacho hata nikikaa hivi nikaanga najua kicha kwao mm kwamba najua kwa sababu nakaa nyumbani silipi kodi nyumbani, sawa sawa. Kwa hiyo hamna uongo katika maisha, huwezi kumdanganya mtu, watu wanajua kwamba basi anakaa wapi. Kwa hiyo <coughs> kikubwa nilichokuwa naongea ni kwamba sisi wenyewe tusijisahau kwamba kile unachokipata kuna watu wengine wanachelewa, yeye anataka apate kikubwa ndo afanye maendeleo mm, kumbe hicho cho kidogo anaanza kumfanya yeye akawa sehemu nzuri. Na kuna wengine wametoka katika mwelekeo, kwa sababu alipata kikubwa afu wakakichezea, sasa hivi kurudi kimekuwa kigumu, sio wakati wao

unaachia ipio. Kabla tujaingia kwenye segmenti yetu ya sasa hivi, na najua wewe unaijua inaitwa mida ya lawama. Kwa hiyo mida ya lawama leo inaangukia kwa, mida ya lawama itakwenda kwa mkali wetu hapa ambaye tuko naye leo, Masele. Lakini kabla tujaingia kwenye mida ya lawama, Geoffrey Mlegi, asante. Nimeona ujumbe wako Bwana Petro Kambi. Msalimie sana huyo Ahmad, anajua sana kujibu haya. Okay, asante bana. Jamaa amevutiwa na namna unavyojibu. Kwa hiyo, eh, Masele ana watoto wangapi bana? Unapenda kujibu hilo swali like famili? Uh, okay, okay. Una watoto wangapi? Labda uh, watoto wawili wawili. Okay. Ndani ya darasa, na mtoto mwingine nje. Okay, kwa jumla watatu, watatu. Mashallah, ungera sana. Anasema, tupu mubashara mpaka tamati anaitwa Hussein Balozi. Abdallah Kitwana anasema kutoka Mburahati, barafu uyo jamaa Masele namkubali sana. Okay? Kwa hiyo, yeye ametaka tukusema hivyo kwamba yeye anakukubali sana. Sawa, Masele sasa, tunakwenda kwenye ule mchezo ambao nilikuambia ule, usiobana. Na, umchezo bwana unaitwa Midala Wama. Wala, wala. Kwa yo, yo bitu tunaicheza hapo kwa sababu sasa hivi ni mida ya lawama. Kwa yo mana, katika mida hii ya lawama bwana Masele hapa utachagua kimoja kati ya viwili ambavyo nakutaji ama utamchagua mmoja kati ya wawili ambao nakutaji. Uko tayari, Masele? Niko tayari. Okay. <coughs> Mida ya lawama na Maseli leo kwenye the Classic ya EFM. King Majuto <laughs> King Majuto au Joti, mtiani? Uh, au kusema uh, oh, kweli mtihani. Itabidi nichague kwa vile ambavyo naona huko huko mimi uh, nitamchagua Jote kwa sababu yuko sasa hivi anafanya kazi na bado yupo Majuto. Nampa tu heshima kwa wakati alifanya kazi, lakini Jote, Jote kwa sababu bado anapepeusha bendera anaendelea. Okay, yeah. So, Max marehemu naye, au Mkwere hapo? Nitamchagua Max, Max sababu so, yeye ndo alitengeneza barabara hiyo ambayo Mkwere naye anafurahia naye. Okay, Kanumba, Amare Kigosi? Amare the greatest hapo tutamchagua Lei kwa sababu pia ndio alimsaidia kumwonyesha kuongeza nguvu kwa kumwonyesha njia, huyo aliondoka ambaye ni ndugu yetu. So Lei. All right. Johari au Nora? Wote ni wanawake ambao wamefanya makubwa sana kwenye movies. Ngoja nimpe Nora. Kuna sababu kidogo. Hawa ni wasanii wa Bongo Flavor na rap lakini pia ni waigizaji na walicheza kwenye movie moja, kwa hiyo nataka watizame kwenye upande wa uigizaji kutokana na movie ambayo wamecheza, ilikuwa maarufu sana. Jaymo ama TID kwenye uigizaji? JMO. JMO. Una sababu? Sina uh, sababu angaetu jinsi ya yes, mtu kuwajibika. Alright, Kingwendu ama Marehemu Pembe. Una sababu ama? Uh, sababu ni kwa Kingwendu kwamba kwanza ni mcheshe, hata ukicheza naye kwenye sinema lazima ichangamke. Nini enine... n na anajua, na na anajua anajua anajua ta freestyle za chapo chapo, so pia wote wameshacheza nao, kwa hiyo na anajua anajivikaje hapo, kuna tunakuja kwenye characters makauzu Zembuela ama Maremo, mzee Maremo mzee. Je, nguo wana tofauti lakini, wana tofauti lakini kuna kuna ile character ya ukauzu ile hinunamwona Zimbwela sasa hivi kwenye maigizo yake livyokauzu, na mzee Jengo alikuwa kauzu sana. Eh, sasa hapo kauzu ambaye kapikiliza ni marehemu mzee Jengo. All right. Joti tena au Masanja? kwa sana kwa jyoti. Jyoti tena. Kwa yeah. All right. Ya mwisho katika kumi za Mida Alawama JB, ama Rich Mtambalike? Richi Mtambalike Richi Mtambalike, Rich Mtambalike. Kwa sababu yani Rich kwanza automatically kumangalia na pray naweza kubeba usika ambao ukajua ni vile inavyohitajika kufanya. All right. Yeah. Okay. Asante sana uh, leo umetisha kwenye uh, mida ya lawama hii inaitwa mida ya lawama and uh, kwa, kwa msikilizaji ngoja niweke sawa hii jamani, kwa msikilizaji na some, nimeona juskati kuna vita imefumka hapo kwenye mida ya lawama. Fid Q Fid Q Fid Q, mm, alivyokuja hapa tumempa kama maswali yako 10 lakini Ilikuwa inahusisha maartist wa hip hop. Sasa unajua maartist wa hip hop kidogo. Hip hop, unajua it's about bragging na kutambiana na nini. Kwa hiyo imeamka vita fulani Twitter huko nimeona. Jamani this is just a game, na mgeni ambaye anakuwepo hapa anabidi achague yeye anachokiona kwa wakati huo ama kwa factors fulani anaona kwamba anaweza kumpa huyo mtu. So ni kura ambayo anaipiga, uh, haimaanishi kwamba yule ambaye amempigia anakuwa ni mbovu. La hasha ama hampendi au hamkubali. La hasha, isipokuwa huu ni, hii ni challenge tu, ni joto kwamba katika wawili wa haraka haraka nani anahisi kwamba kwake yeye kuna sifa za ziada yeah. Kwa hiyo ina maana kwamba hata next time hapa, inshallah ataondoka leo Masele atakuja mwingine Lesi, atakuja Mpoki au atakuja Joti ama atakuja Mkude Simba, na tutamuuliza baina ya Masele Eh, na, na yule mwingine wa mkudesiba wa, wa, wa anaitwa Kobelo Chapombe ah, unaweza kuchagua mtu akamchagua Kobelo, Kobelo. Kwa hiyo yes, hapo sidhani kama mzee wangu hapa apa Masele atajisikia vibaya. By the way, miongoni mwa maswali ambayo alikuwa yanaulizwa ni kuhusiana na kwanza kuonekana kwenye series umelijibu hilo, lakini la pili eh, maswali ya mwisho mwisho sasa ni kwamba mtu anasema namna ya Uh, digital platforms namna unazitumiaje? Uh, ni kama mtu anaona kama vile hakupati ipasavyo hakupati ipasavyo humu ndani okay. Mm. Okay, labda tu kwamba ni waelekezo watu, kwa sababu hapa katikati mtandao ulivamiwa kama ulivyosema kwamba kuna yes, kuna watu wanatumia majina ya watu pia, yeah kabisa, lakini ili mimi wanipate vizuri, wakija uh, Instagram wanatumia jina tu Masele_Chapombe mm. YouTube Ahmada Masele Chapombe TikTok. Kwa hiyo wananipata hapo, na ndo nafanya vitu vizuri tu kwa okay, wakati wote. Sema tu labda kuna na TikTok, upo ah, umejipanga, ah, umejipanga. Yeah. TikTok upo mzee, umejipanga, umejipanga kama mpaka TikTok wakutafute. Eh, eh kabisa kabisa. Yeah. o watafut mi uh, kuna maswali mawili kidogo ya fasta fasta. Swali so, la kwanza De. ni nataka umzungumzie Bwana Kobelo. Kobelo ambaye style anayofanya ni ambayo weweumekua akifanya mda moja. lakini pia swali la pili ni kuhusiana na jina lako mae lilitokea wapi? Nafikiri tulisahau kukuuliza. Okay, sawa. Yeah. Uh, labda nianze kwanza kwa jina jina langu. langu. Mimi Mimi ni Mnyamwezi. Yeah. Eh, nilipewa. kabisa naitwa wapnafritulisakuulizadianjian m mnywe kwamba Masele kwa Wasukuma hata kwa Wanyamwezi na maanisha pombe yani pombe nyingi, ni msimu wa pombe. Kwa hiyo nikatumia Masele kutengeneza karakta ya ulevi, yani inabeba Masele na karakta tunayocheza mimi ndo inaendana na lile jina. Kwa hiyo kwa Wasukuma kusema Masele na pombe, unafahamu Masele. Oh, yeah. Masele. Masele. Kwa hili ni pombe na pombe. Kwa hili ni pombe. Na hili ni msimu wa mavuno Yani, pombe nyingi sana kuzaliwa msimu wa mvuno unakuwa, kwa hiyo ile jina nilipewa ni nile, babangu mdogo kabewa, kabewa, teta, mm, kwa wakati wa Tata Masele. Kwa hiyo nikaja kuifuatilia Masele maana yake nini? Nikajibu kuitengenezea basi niibebe bebe ile Masele. Kumbe majina naumba au sio? Eh, yeah. Ah, uelezekana. <laughs> <laughs> Alafu pia kinyonge <laughs> tunaelekana. <laughs> eh? <laughs> <laughs> Alafu pia kinongele kusukwa belo. Kwa belo mimi ni mdogo wangu, wale naita mabalozi wangu yeah. Yani kwamba hata yeye mwenyewe pia nilipokutana naye alinambia, brother nilikuwa nakutafuta, mimi nakufuatilia, ni mwenyewe ni shabiki, yani mimi ni shabiki wake. Ah, unapoongelea hapa hapa sasa hivi pia ninaenda kuonana naye wewe. Okay, uh, kuna issue moja hivi nataka tuifanye, ulikuwa uh, unakuja tufanye, ah hiyo naamini itafika hapa kwa sababu so ni muziki huo, so na yeye yeah, anachokifanya Uh, kwa sababu wewe pia umekuwa ukifanya hicho, unadhani anakipatia kwa asilimia ngapi na uona mwana wapi? Sasa hapo kuna tofauti yani, mm. katika uigizaji kuna tofauti, kwa kikubwa zaidi ni yeye tu kwa mbunifu, kwa sababu stari anacheza kwa Kobelo ni tofauti na mimi, na hata ukimwangalia kwamba anaonekana anacheza kama mtu ambaye anakunywa pombe za kienyeji mm. Kwa hiyo ulevi wake anavua shati muda wote, lakini kikubwa huwa sisi pia wasanii. Mi siwezi kuwa na kinyongo, ni mi nafurahi okay. Kwa hiyo hata kama mi sipo, mtu akiona Kobelo lazima mkumbuke Masele, kuna yule Masele yule, kwa hiyo

wangejaribu kutengeneza ubunifu mzuri, kwa sababu itawasumbua baada ya, kwa sababu so, nadhani umeona kuna wasanii wengi wanaigiza kwa kama nani kama style za watu waliopita. Sasa ile inakuwa tayari watu washaonekana, mmm kwa hiyo inaanisha, baada ukija baadaye utakuwa uta, ndio hautaenda mita ndefu. Kuna watu wapaligiza kama Sharo, kwa hiyo umeona imekuwa ngumu kwa sababu na mwenyewe, mwenyewe alikuwepo. Kuna hapa watu wanaigiza kama Kinyambe, lakini imekuwa ngumu ile safari kwa sababu hizo mm, ni njia ni, kwa hiyo kinachotokea hapo mtu anue pochi original na anue fake wakati original ipo atapata original, lakini kama kesho original ipo ikabaki fake, lakini nafahamu ile atachukua hii ile, kwa sababu alikuwa anapenda show yake ile. Yeah. Hata mwisho wa siku je, itaendelea kwa ubunifu ule pochi au itakuwa hivyo hivyo? Zipu mbili kesho inabidi zipu tatu; inabidi ubunifu uendelee sasa. Mm. Kwa hiyo unakuta ndio ile unasema, kuna mtu anaanza kupenda kucheza kama mtu fulani, lakini kama sio mzalishaji. All right. Kwa sasa me copy na copest inakuwa na msumbuo sasa, kwa sababu kuna mtu aliyetengeneza ile biashara, kwa hiyo anajali isitetereke. Kuna mwingine anajaribu tu kwenda ku, tu ili mradi tu kwamba, kwa sababu hiyo ni style ameipenda, kwa sababu hiyo basi. Lakini ni vizuri akiwa nafanya vile. Yani maisha bwana, Masele bwana, bwana sisi tumefurahi sana kusema kweli. Uh, Hussein Balozi anasema anajua sana na Matthew Changala anasema bwana, kwani lile gari lilopigwa huko Tanga lilipona au sasa hivi gari gari? Alikuwa anauliza kwa haraka haraka sana <laughs> okay. Yeah. Gani nilibadilisha nitakuwa tu kwamba msimu ambao ulikuwa sio mzuri. Sawa. Sawa yeah, yeah. Bana, si tunashukuru sana leo bana, umekuja na tumefurahi sana kusema kweli. Na mimi pia. Wakati mwingine inshallah tupata wasaa tutakualika tena bana. A, shukuru sana. A, leo tumepiga stories za kutosha sana. Shukuru sana. Meneja, tunajongea kitu bana tu support kazi za Masele. All right. Kwa sababu, game, yeah. Kwa sababu alikuwa nje ya game muda mrefu, kwa sasa hivi tunamrudisha tuna, mm. All right. Kwa wakaribie tu kwenye mitandao yake ya kijamii Masele yupo yeah, na anafanya kazi, tuna YouTube yetu channel ambayo inaitwa Mada Masele mm. Hamada. Eh Hamada, ah. Hamada Masele cha Pombe YouTube, okay. Okay. YouTube ni Hamada Masele. Hamada so Ahmad. Hamada H ha Hamada. Sio Ahmad. H H H A -W -M A -D A. D -A. Eh M D Okay. Mona okay. Hiyo YouTube ila Instagram Masele_cha Pombe All right. TikTok Masele Chapombe alright. Facebook page Masele Chapombe alright. Afu hizo page zote picha ni moja tu. Oh, waje huko mambo mazuri yanakuja. Alright. Yes. na sana ya, pamoja, pamoja. <laughs> sana naki, na kingine pia tumshukuru Mkude, maana uliponipigia bwana Mkude kanipa simu Kitale mdogo wetu ajafika jafika kwenye hicho kiti hicho katangulia, ah, eh. eh, eh, eh, kwa, eh, like. kwanza mkubwa wake kwanza. Basi mimi nawatakia kila laheri na kama kutakuwa kuna jambo tutaendelea kuwasiliana hapa nyumbani kwenu. Masele anajua kaja leo kwa mara ya kwanza hapo, sasa pazoee sasa Ee yeah, basi okay. Asante kwako msikilizaji na wote ambao mmeweza kutufuatilia kupitia TVE na YouTube pia, na mpaka wakati mwingine, basi tunakutana kwenye the classic nyingine.